Sasa ee, sasa simnanioji sasa tuendelee bila kuojiwa mwanangu. Unajongera? Unajongera. Ah, hii usitupe ongera. Hii maana yake ni kawaida. Kaida yetu sisi. Unajua jambo unalifanya kila siku haitaji ongera kwa sababu ni ubora wake. Lakini jambo kubwa kuliko wote tuliwaambia wa Tanzania. Kuna kiumbe pekee amekuja katika ligi kuu Tanzania Bara ambaye amevunja rekodi zake na hata Pacome Zuzo Zidane wa Afrika. Tulisema na ubongo mguu ni hatukumaanisha anakutania. Uwezo wake umeonekana. Leo ameonekana kati ya Pacome pakome pamoja na Mpanzu, ni nani mchezaji bora? Pakome anakuwa man of the match mbele ya Mpanzu. tafsiri la karaka maana ni Pakome ndio mchezaji bora. Lakini duniani wanapima vitu viwili ili wao mchezaji bora ni nani au kwa MVP ndani ya ligi ni nani mwenye tuzo nyingi? Ligi kuu ya Tanzania mchezaji gani mwenye tuzo nyingi? ni Pakome ana tuzo tisa. Kwa tafsiri la karaka maana Pakome amecheza vizuri mechi nyingi, ndio maana amepata tuzo. MVP hawezi ukapewa kwa magoli ya penalti duniani. MVP unapewa kwa sababu ya ubora wako uwanjani. Kwa leo tukisema Pacome ni bora kuliko chazi, au kwa sababu ana tuzo nyingi na ameupigia mwingi kuliko mchezaji wote. lakini jambo la pili leo umeona ubora wa Djigui Diarra, na hii sasa tufanye hesabu duniani kupima kipa bora kipa wanachukua mechi uzocheza wanachukua na clean sheet, unazidisha mara asilimia mia moja, unapata wastani hizo. Ni hesabu za darasa la 4. Leo hii unavyozungumza pipin Kamara ana wastani asilimia sabini na tatu, jigidi ala ana wastani asilimia sabini na sita. Nakuuliza, mwenye sabini na sita na sabini na tatu, nani bora? Zai, mbona sototo ndogo nani bora? Sabina kuwa tunakubaliana kipa bola, bola MVP, manake kipa bora ni Zigidi hala. Na mchezaji bora MVP manake ni Pacome, kwa sababu ana tuzo nyingi kwa mchezaji wote. Lakini jambo kubwa tuliwaambia ndani ya msimu huu, hii Yanga anacheza fainali yake ya nne. Amecheza ngao ya jamii mbele ya Azamu Azam kapigwa bao nne. Amecheza mbele ya Kaiser Chiefs Toyota Cup leo Kaiser Chiefs amepigwa bao tano. Amecheza kombe kubwa, kombe la Muungano, JKU amepigwa nyumbani kwao goli moja. Kabila amekutana fainali na Simba, Simba amepigwa bao mbili. Refa leo ni mzungu, so mwafrika mwenzako kapigwa Sikiliza, we unangalia ngozi au unangalia bala yani ngozi nyupe? Sikiliza, kwa tumesema leo refa kutoka nje atuambie, refa ametoka nje, amekufa jafa refa wakafu, refa ni bora. Ubora wa timu ndo imedeserve me, nani kuchukua ubingwa yani niyo ka mazoezi tusema siaebingwa sibaili kwa sababu kina kefa karimba kwa nabeba ndani ya msimu huu, ubora wa timu unapimwa kwa angalia consistency, mwendelezo wake katika makombe sasa tujiulize, msimu huu ambao Mo Dewji ndio mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi amekosa kombe chochote. Mwaka jana mwenyekiti wa Simba kwa ni Mangumu na makombe viwili, na kuuliza kati Mangumu na makombe viwili na Momo, ambaye ana kikombe, nani bora eh? Toa sauti, mwandishi wa habari, mbona una kimya kimya? Umpe maua yake Mangungu. Mangungu akiwa mwenyekiti wa mwenye Simba amechukua vikombe viwili, Ngao ya Jamii na muungano Mo Dewji tangu amekuja Simba, ameondoka mikono mitupu. Nani bora? Mangungu. Sasa kuanzia leo, mashabiki wa Simba, mtu wa kwanza kumlalua, mtu wa kwanza kwenda kumpa lawama ni Mo Dewji, soma ngungu, kwa sababu yeye ndio mwenyekiti wa bodi ya ukurugenzi, yeye ndio amesajili aaaji msimu huu, yeye ndio amalipa mshahara msimu huu, ameondoka mikono mitupu msimu huu, amebeba lawama kama kaida yao ndo kombe kubwa ambao amelibeba. Sasa tukaambie, tunatoka hapa, tunaenda katika mashindano makubwa ya klabu bingwa barani Afrika na leo wasingekuja, tungekata pointi kumi na nane pa wangashika nafasi ya tatu. Hata shirikisho walikuwa nia yao kuja, hataki kuja, ndio kaenda shirikisho. Tumelazimisha mwaka huu naenda kabingwa waishi tua makundi. Sisi jana ka dhamira, dhamira tuende shirikisho mwaka huu tumesema, nyinyi hata kwa viboko ni lazima uje kumkaba Pacome, prison wanamkaba, Dodoma jiji wanamkaba, nyinyi ni nani? Mpanzo amewekewa kuna mtu anaitwa naitwa Israeli, mwenda kamweke hapo, Mpanzo atembea na miguu minne kama chimpanzee, kama kajakati, kajakati kukutana kopo baka, anaenda juu, anaenda chini nasema Mpanzu mchezaji tapeli kama tapeli mwingine na yupo kwa mkopo na msimu anaondoka, na yakezekana ndio anaondoka. Mpanzu yupo kwa mkopo, ameleta ripoti, unadai dola laki moja na sabini. Sasa sasa, mm -hmm. Sa, sa, si maskini, timu maskini, yeah. hawezi kulipa kama wachezaji wengine wanadai mshahara sign fees ya msimu uliopita. Timu maskini, timu haina kambi, timu haina ofisi, kuna wachezaji wanadai sign fees msimu. Ndio na amesema msimu huu narudia tena beki wao yeah, namba 3 adai msimu uliopita na mwako amesema saini, utajua mwenyewe si unani utajua mwenyewe si shabara utajua mwenyewe utajua mwenyewe masikia mwenye. Ah, mwenye, so, wapi mkongwe vile, sikiliza, ni taarifa rasmi na amesema saini, na ikiwezekana anaweza katika mpeka Azam, sisi tunaamua huyu mchezaji akaenda Azam si, si, kwenu aamk Boama boka tembea na paa kama dege ya wana. Namba nzuri, sikiza mdogo wangu, namba nzuri. namba, namba, namba, namba, namba zinatengenezwa kwa tuzo. Sawa, huyo chazia ana tuzo sita, mwenzake ana tuzo tisa. Hajacheza mechi zisizopungua karibia sita. Kwa sababu namba nzuri. Namba nzuri zote kwa penalti. Umeona wapi duniani MVP anakuwa kwa penalti? Umeona wapi? Ana goli 16, 15 zote za penalti, unasema ni MVP. Sisi tukawa ni mataifa sawa Tanzania. Yaani MVP mtu kwa je magoli ya penalti? Ana penalti sita tu. Ana penalti, so penalti sita, ana magoli 15. Sikiliza. Magoli mengi ndo kama yake na kafaka omba na hapa. Sikiliza. Unasema hiyo inaonekana ni bora ule chazi au ha? Tuulize na tuzo ngapi ambayo amechukua man of the match? Sasa kwa anafunga, maana kwa alikuwa ni bora, tuambie tuzo ngapi wanasema. Kama swala ya penalti, basi angepewa walizopata Yanga, basi angepewa Dupe au Mzize ili amfikie. <coughs> <coughs> Sikiliza, sikiliza kitu kimoja. Sisi tunasema hizo penalti, penalti hizo ambazo ni za lawama, penalti ambao refaria walitengeneza ili kuwabeba Simba leo unamwona Jafet Smart katika mechi na kosti anawapa Simba penati, unamwona Kefa Kayombo katika mechi na JKT anapa penati za kimchongo, katika mashujaa unasema penati za kihalali. Tunazungumza hizi penati za, za dhuluma na dhuluma ambao wamepandikiza, ndio maana msimu huu hawajaondoka na kikombe chochote. So kwa sababu ni ya dhuluma, wanajenga timu mwalimu, wanajenga timu wao, sikuambia wanasema, nataka kikombe, jenga timu. Simba imeanzishwa 36 kila mwaka watasema ajenga timu, hata msimu unaokuja watasema ajenga timu. Hawana timu hiyo ambayo kwa mnaaminishwa nyinyi. Nataka mwambie ukweli, wasajii watoe zile takataka zote zile, kwa tupa takataka zote zile, tafuta chezaji. Hawezi kuwa bingwa mbele yanga hii, unakuja bingwa yani? Yanga ana Pacome kaimenti mziza jigidi yala una uto una maksi zengeli, unakuja kuwa bingwa hii waweza kuwa bingwa, ni angalau miaka mitatu kos a Yanga kile ambacho aisajili nyie msajili angalau ubora kama ule sasa. Yanga kila mwaka wana improve ubora, nyie mko papa na ninyi mtakuwa bingwa. Ndio maana na Yanga ni msiba ngawa jamii amepigwa huko, amepigwa sana nakwambia. Msimu huu timu ambayo imetupa makombe mengi, weka hapa usondoke zai, unaenda wapi? Usondoki msimu huu, timu ambayo amba makombe mengi ni simba ngawa jamii, ametupa nusu fainali tukaenda fainali na yeye ametupa kwa simba, msimu huu wametuchangia pointi sita. Tafsiri yake maanake simba azaminaje semu, aujaribu swali azaminiwi, azaminiwi kwa maana yake, simba maana yake ni tawi la yanga rasmi. Kwa zile propaganda anazaminaji sehemu sio kweli, ubora wa timu msajili yeah. Wachezaji wewe ambao nasema zaminiwa ungetakiwa mzuie Yanga, mbona mzuie Yanga? Eh? Wamesajiliwa makota akiakil danganya, acheni upenzi wenu. Hiyo shughuli ambayo amefanya ameanza pale kwa Kagoma, kapigwa chenga, akaja kapigwa chenga, chamo kapigwa chenga jitu hilo yaani, Pacome akichukua mali akimbii kama mpanzu pembeni, anakufuata. Hiyo inaitwa mtu mwenye roho mbaya, katikati refa atampa kadi anja. Pale angekuwa rafiki yangu pale anajiga ngoma ngoma tuta leo ag apigwa mkono kama kaida yake <laughs> ukimya Simba ndo majibu yake ndo haya mwalimu. Ukimia ya Simba. Mm. Ujinga wa Simba sio kimya tu. Ni mtu mpumbavu tu ambaye anaweza anaweza publish alichofanya ni ujinga tu. Mashabiki ambao tale nane wametoka mikoani, wametoka mbali. Walijua mechi itafanyika tarehe 25. Wangewaambia tu mashabiki waje ili kuwafali. Hii leo moto ambao utaenda kuwaka ndani ya Simba. Alaji nazungumza leo. Moto ambao utaenda kuwaka kuwaka leo. Sikiliza <coughs> hamna taizima hata mmoja. Mm. Na huu moto unataka kumpeka Mangungu. Huu moto sio Mangungu. Huu moto wa Mo Deuji ambao ndio mwekezaji amesajili ha amalipa ha hao kwa moto na Simba, mpelekee nani? Modoji nasoma nguu. Mpumbavu yoyote nikimsikia asema mangungu mbaya, namtia stiki. Mpumbavu yoyote iwe kisugu iwe mzalamu iwe agi Simba, mpumbavu yoyote akisema mangungu mbaya kuwa, namtia stiki. Chini ya mangungu msimu unapita Simba na vikombe viwili, chini ya Modoji Simba na kikombe nani? Mbaya hapo kete, mangungu na moto Yusuf Kagoma ulikosa sajili mmoja kali sana ndani ya Simba, wakiwanyanganyeni Simba. E, mmepeleka Kapeli tu, tuamna mchezaji pale. Sikiliza, kakutana katikati mwambon kuna yani kocha nalombaya kamweka ucho kamweka duka buyo uh, pamoja na, na, na, na Mudasiri, mmemwona mm-hmm mmemwona kocha mwenye <mikana> wakasema, mzigo mzito mwana mtoto atakuja kumua mtoto akigoma mua. Left kocha kama pembeni pale benchi kuangalia wenzako Aucho anafanya shughuli zake brother. aijawai kutokea al za Tanzania namba sita bora kuliko Aucho, hakuna. Ni wapuzi wachache walikuwa namfanyti Aucho, unamfanisha na Kagoma. Kagoma huyo ametoka na nini? usinge ametoka ni Fontaine Gate. nasinotimwenyea anzi Mm. Aucho ni captain national team ya Uganda, Uganda the crane national team captain, namba sita jiko la chini nwapuzi namfanisha chini na, na Kagoma so kila lahiri. No. Nonono, Zuberi, lazima rudishe izi interview za nyuma, ndisema Simba msimu huu awachukui kombe chochote, unaikumbuka, irudishe <laughs>